Habari, karibu katika kipindi chetu cha The Iron Lady na Kulthum Ally. Leo Iron Lady iko bungeni jijini Dodoma, ambapo nakutana na mbunge na wa Ilemela. Huyu mama ni mwanajimbo yani, yeye ni mbunge wa jimbo, sio mbunge wa viti maalum, kupitia tiketi ya CCM na si mwingine ni mama Angelina Mabula. Karibu. Labda hebu tuambie uh, mama Mabula ni nani, ametokea wapi katika harakati zake za siasa? Asante ah, swali lako zuri sana. Mimi naitwa Angelina Silvester Rubala Mabula, mbunge wa jimbo la Ilemela, lakini kitaaluma ni muhasibu na vilevile vile ni mtu wa maendeleo ya jamii. Uh, safari yangu katika siasa ilianza mbali, nilikuwa mtumishi wa serikali, nimefanya kazi Tanzania Audit kama mkaguzi wa mahesabu kwa zaidi ya miaka kumi na sita kabla sija resign mwenyewe kwa kuomba likizo bila malipo nikaenda kugombea udiwani. Watu walinishangaa sana. Unatoka kwenye ajira ya serikali, unakwenda kwenye udiwani, wakati huo posho ilikuwa ni 1030, wakati huo mimi nilikuwa napata mshahara mzuri tu na impressed za kutosha tukikagua mashirika ya umma, lakini uh, lengo langu nilikuwa na wii wa kufanya au passion yangu ilikuwa ni kufanya kazi na watu ambao hawana sauti wale wahitaji nilikuwa ninalenga zaidi watu wenye ulemavu, watu wa kina mama kwao. Nikasema nitakwenda kugombea udiwani wa viti maalum ili nifanye kazi na haya makundi, na kweli nilifanikiwa. Mwaka elfu mbili nikarezaini kazi Disemba, nikaingia kwenye udiwani. Nimefanya kazi udiwani kipindi kimoja tu, miaka mitano, nikaingia kwenye masuala ya UWT, nikawa mwanzilishi pale Ilemela kama mwenyekiti wa jiwa, UWT wa kwanza, nimehudumu kuanzia 2003 mpaka 2013 miaka kumi. Kwa hiyo kipindi kile chote nimefanya kazi katika kujua mazingira mazuri na mabaya katika jamii, namna ambavyo wanaishi. Lakini nikiwa katika hiyo UWT, niliingia pia kufanya kazi na kanisa jimbo Katoliki nikiwa kama mratibu wa jinsia na maendeleo gender and ko nako nilifanya kazi kwa mzee elfu mbili na tatu mpaka elfu mbili na tisa na wakati huo nikihudumu kama mwenyekiti wa UWT. Kwa katika hali halisi niliofanya ile, iliweza kunipa mwanga mzuri na kuweza kuona namna ambavyo makundi ambayo yapo marginalized, yasivyokuwa na sauti hayakuwa na watu wa kuwasemea kwa kwangu, mi kwa sababu ilikuwa ni passion yangu, nilifurahi hasa nipoingia kanisani na nduka tunayahudumia moja kwa moja kao, kitendo kile cha kuwa karibu nao kilinipa moyo sana kwa ya kilinijenga zaidi kuwa karibu na kuwa na bondi na watu. Kwa hiyo hiyo nayo ikawa imenipa hamasa, lakini nikiwa bado nafanya kazi jimboni, mheshimiwa uh, rais Kikwete wa awamu ya 4 akaniteua kuwa DC. Kwa hiyo nikaenda kufanya kazi kama mkuu wa wilaya Muleba, elfu mbili na tisa mpaka kumi na mbili Muleba, alafu kumi na mbili mpaka kumi na tano Februari, nikawa Butiama, ambako ndio mwanzilishi wa ile wilaya mimi ndio DC wa kwanza pale. Baadaye nikatoka Utiama, nikaenda uh, Iringa. Iringa nilifanya kama miezi mitano tu, manake kwenda mwezi wa pili wa saba nika, nikaandika pia nikaomba kuingia bungeni. Sasa niliomba kuingia bungeni nikiwa na matumaini yale yale sasa, kwamba niende nikafanya. Kwa kweli nilipoomba jimbo nilibahatika nikapata, na tulikuwa wagombea kumi na tisa mwanamke mmoja wanaume kumi na nane. Kwa hiyo lili kwangu ilikuwa ni nzuri zaidi katika swala so zima la kuingia jimboni. Kwa hiyo kile nilichokuwa nakitamani zaidi sasa nikakipata katika mapana yake, hacha kwenye udiwani, sasa nikapata kwenye ubunge swala so, ambalo ndio nimekuwa naendelea kuhudumia mpaka sasa. Ni kipindi changu cha pili. Kipindi cha pili tulikuwa wagombea sabini na mbili, wanawake sita na wanaume walikuwa hamsini na sita kwa hiyo ninafurahia, ni kwa kweli maisha ya kufanya kazi na jamii, na kwa sababu ni kitu ambacho nilikitamani ni na nimefanikiwa kukipata. Kwa hiyo ninaona ni, ni jambo jema kufanya kazi na jamii, lakini ukiwa na mamlaka kwenye eneo fla, eh, kwenye eneo husika yeah. Na labda haukupata labda ugumu wa aina yoyote wakati ulipoamua sasa kwenda jimboni kugombea ubunge? Ugumu ulikuepo. Ugumu ulikuepo. Ugumu ulikuepo sana, hasa zile lugha mbaya za za wanaume mwanamke unapojitokeza yaani wanakuwa na, yani, wa, wana, wana, na lugha mbalimbali tu watakupa majina ya kila aina. Eh, kwanza ukumbuke wakati ule mimi na, naomba uh, ubunge nimetoka kwenye ukuu wa wilaya. Kwa hiyo watu walioanza kuweka maneno mengi wanasema, kwanza huyu alikuwa ameacha mme wake akaenda huko na nini, kitu ambacho hakikuwa sahihi kwa sababu bado tulikuwa tuko na mista kama kawaida ni mpaka mista mwenyewe alinyanyuka kusimama kwenye majukwaa nakamwambia, mimi ndio mume wake na tupo, acheni maneno yenu. Na hakuwa mwanasiasa, kwa kweli hata lugha yake kidogo ilikuwa kali. Nikamwambia siasa iende hivyo, kwa hiyo akanielewa na tukaenda vizuri. Kwa kweli, wanawake huwa tunapata bahati mbaya moja, unapewa una majina mabaya na kila mtu, hata kama hayakustahili lakini lengo tu ni kutaka kukufanya ushuke ujisikie vibaya, ukate tamaa. Lakini kwa sababu wengine tume bahati nzuri, mimi nimefanya kazi na wanaume maeneo mengi tu, sehemu zangu za kazi nyingi nilikuwa na wanaume watupu, kwa hiyo nilikuwa nimeshazoea ile lugha tunayozungumza nao na nini, kwa hiyo kwangu haikuwa shida sana, wala hata sikutaka kuwajibu kwenye majukwaa, mimi nikaa naongelea na kwenda kufanya nini. Kwa hiyo wewe ulitumia njia gani, labda ya kuwanyamazisha kabisa? A, mimi nilikuwa naongea sera tu eh, kwamba mkinichukua mimi nitafanya moja mbili tatu na ninawaambia nimeacha kazi yangu ya mshahara kuja kufanya kazi ya wananchi, ya wananchi, kwa sababu nina wii wa kufanya kazi hii. Kwa hiyo sikwenda pale kwa maana ya kwamba labda nilikuwa na uhitaji kwamba nina njaa au na nini au sikuwa na kitu cha kufanya. Hapana. Nilikuwa na kazi ya kufanya lakini, kwa sababu moyo wangu ulitaka kufanya kazi na jamii nikaamua kuacha huku, nikaingia kayo, nilikuwa nawaambia nimekuja kuwatumikia, sikuja kutafuta kitu. Na profaili yako inaonyesha kabisa pia ulishawahi kuwa waziri, labda kuna vikwazo vyovyote, labda wakati ulipokuwa waziri umeweza kuvipitia labda ambapo ungeweza kumwambia uh, kiongozi yoyote mwanamke ambaye anapata position kama hiyo. Uh, bahati nzuri kuna utaratibu mzuri hata unapokuwa waziri unaweza kuwa waziri, lakini bado utatakiwa kutumikia jimbo lako. Tunapokuwa, unapokuwa waziri, ukiwa kwenye session hizi za bunge, ukimaliza bunge, huwa kuna wiki mbili unapewa kwa ajili ya kwenda jimboni. Sasa zile wiki mbili unaweza uzitumie zote au usizitumie zote kwa sababu unaweza kaenda siku mbili tatu ukaitwa kurudi kazini. Lakini kisheria zinakuwa zipo. Kwa hiyo bado unakuwa na nafasi ya kufika jimboni kwako. Changamoto unayoipata tu ni kwamba huwezi ukatoa mawazo yako kwenye bunge, changamoto ukazitoa na wale wakakusikia. Kwa sababu we ni sehemu ya serikali huwezi kutoa. Kwa hiyo kama ni swala ya kusovu matatizo ya jimboni kwako, we utaongea na mawaziri wenzio kupembeni mambo yanakwenda, yanakwenda, au utaongea na wabunge wenzio wa mkoa wa Mwanza eh, au mkoa wowote kutegemeana na waziri anakotoka mm. Unaambia bwana, kwangu kuna changamoto moja mbili tatu, hebu naomba unisaidie kulisema. Kwa hiyo nasimama mwingine anazungumzia jimbo lako, wakati we mwenyewe upo huko huko serikalini, huwezi kuzungumza. Kwa hiyo kule watasikia tu kwamba kuna jambo limesema. Kwa hiyo unakuwa una una unafikisha pia hoja za wananchi wako ili wasikie na we umesema watasikia kwa mtu mwingine okay. Lakini wakati mwingine mzuri zaidi ni kwamba mambo wanaona yanafanyika, kwa sababu tayari unakuwa umesha kuwa na mahusiano mazuri na mawaziri wenzio, umeshampa changamoto yako, anakusaidia, anakusaidia, mambo yanaisha huko chini kwa chini okay, yeah. Na sasa hivi uh, kuna uhamasishaji uh, uh, ambao unaendelea kwamba tunaelekea uchaguzi mkuu 2025 mbili e, na kama tunavutambua kwamba Tanzania ilikopo inatoa kipaumbele kikubwa sana katika viti maalum labda nini. Sasa wewe kwa uzoefu wako uliopitia ndani ya jimbo, ungependa kuwashauri vipi uwagombea kwenda majimboni? Wanatakiwa wafanye nini? Wanatakiwa waweke mikakati gani ili waweze kushinda ili tuwe na idadi kubwa ama ongezeko kubwa la wanawake ndani ya majimbo? Kwanza mimi niwapongeze wabunge wa viti maalum wamekuwa ni msaada sana katika majimbo yetu, na wamekuwa wakifanya kazi mkoa mzima. Wamebeba mzigo mkubwa ambao pengine labda wao hawajaelewa, lakini wana mzigo mkubwa sana katika suala zima la kuhakikisha anafika kila wilaya, na lazima aweze kuhudumia kundi lile analoliongoza. Lakini kama ataweza kuseto, akaamua kuingia kwenye jimbo, ile nguvu kubwa aliyokuwa anaitumia katika mkoa anaweza akaconcentrate nayo na jimbo moja. Kwa mimi nawashauri kwa experience walizonazo hasa wale wa muda mrefu waingie majimboni kwa sababu kazi wanaziweza. Na akiingia jimboni ndio ataona namna bora zaidi ya kuweza kufanya kazi na makundi yote. Ukiacha yeye kufanya kazi na kundi moja. Na unapofanya na makundi mo, ma yote kwa maana ya wanaume na wanawake bado tayari unajijengea uzoefu mkubwa katika swala zima la kuwa karibu na jamii. Kwa mimi niseme, wapo wenye uwezo mkubwa ambao wanaweza wakayashika majimbo na yasitetereke na wapo ambao akisema leo anakwenda jimbo fulani, yule mwanamke pale ataanza kuhaha sana kumtafuta, kutaka kusema naye, kwa sababu anajua mwanamke akiingia pale, kazi ipo, kazi ipo, kazi, ipo, kazi inaendelea, e, e, inaendelea. Kwa hiyo wana uwezo mkubwa yeah, kabisa okay. Kwa mimi nawashauri tu wasiogope, waingie waweze kufanya kazi vizuri, kwa sababu wameshazoea na walikuwa na maeneo makubwa. Sasa unakuwa na kaino kako kadogo ambako unaweza kufanya kazi na jamii, japokuwa anaweza akapata changamoto nyingi kidogo, kwa maana ya namna ya kuyaingia makundi yote. Sasa kama ulikuwa umezoea kundi moja, sasa huku utakutana na vijana, una wanawake, una wanaume una... yani, una mchanganyiko na vikundi vya kijamii vingi vingi, mabodaboda s wale wote wanakuwa ni wakwake, lakini kwa sababu mwanamke siku zote huwa hayumbishwi na wala huwa hashindwi kitu, na imani wataweza. Okay, na unafikiri sasa Tanzania tuko kwenye position nzuri ya kupunguza kidogo viti maalum kwenda majimboni? Uh, sina maana hiyo kwa sababu bado tunaendelea kuwajengea uwezo wa wanawake wawe, lakini kadi wanavyoingia wengi majimboni na wakaweza kuperform vizuri hivi vitajifuta vyenyewe tu, eh, lakini kwa sasa bado tunaweza kuendelea navyo ili tuendelee kuwajenga wanawake wengi kupata uzoefu alafu baadaye wanaingia, lakini kwa mfano uchaguzi huu wakiingia wanawake wengi kwenye majimbo na wakapita, mm, uchaguzi unaokuja ya thelathini utakuta pia wameingia wengi kwao, mwisho wa siku kunakuwa hakuna haja ya viti maalum, bali tunaendelea tunaendelea kupunguza ile idadi. Sasa nini ushauri wako kwa ujumla kwa wanawake wengine, sio lazima wabunge tu, lakini hata wengine wa Tanzania wengine a, kwenda kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi? Ah, ninawashauri wanawake wajitokeze kwa wingi, kwa sababu uongozi wa mwanamke popote alipo ni tofauti sana na mwanamume. Kwanza mwanamke ni mlezi, mwanamke ana huruma, mwanamke anaona mbele zaidi kuliko mwanaume kwa maana ya mahitaji ya jamii na namna ya kuweza kukaa na, lakini mwanamke mara nyingi hashindwi na, yaani hakati tamaa na kitu, anaweza kaa kukaa na jambo moja kubwa na gumu ambalo limewashinda wengi, lakini mwanamke lazima atahakikisha lazima, ili alifa, alifaulu, aweze kuliacha. Kwa hiyo uongozi wowote ukilinganisha wa, wa mwanamke na mwanaume, wanawake unakuta tuna tunafanya zaidi kwa sababu ya kutaka pia kuhakikishia kwamba hawa wasifikiri kwamba tu hatuwezi mpaka tuwezeshe. Tunaweza, na ndio maana unaona majimbo mengi yaliona wanawake yako vizuri zaidi. Hata uongozi wenyewe wa mheshimiwa rais amekuwa ni mfano mkubwa. Wakati anaingia watu wengi walisema hataweza, na ameingia kipindi kigumu sana ambacho aliyokuwa rais akaondoka bila kukupa maelekezo, bila nini. Sasa wewe ndio unatakiwa ukae pale, wengi walisema hataweza lakini umeona performance yake ni kubwa kuliko hata watu walivyotarajia, kuliko hata watu na amefanya wonders kuliko hata ambavyo watu walitarajia. Kwa mimi niseme tu, kupitia kiongozi wetu ambaye ni rais ameonyesha mfano, lakini tunao wengi pia waliowahi kupita wamefanya vizuri, kina Shauzi Mgiro kina Mongera kina Ana Abdalla wamefanya kazi yao, kina Makinda wamefanya kazi yao vizuri, na tunaye Tulia Akson speaker wetu, wote wameonyesha performance ya hali ya juu sana. Kwa mimi nimesema, wanawake tunaweza, tusiogope. Kama tunaweza kuhimili na kuendesha vikundi vyetu vya ujasiriamali vya, vya, vya huko na vikasonga mbele vizuri, kwa nini tusiingie katika uongozi, tuwe kule ili uweze kuona ili yale ambayo tunataka yafanywe kwa ajili ya wanawake ukayazungumze katika vikao vya maamuzi, usingoje kulaumu. Ili alipo ingia kwenye vyombo vya maamuzi, utoe hoja zako, namna ambavyo unataka pengine serikali yenende katika kuhudumia makundi yote bila ubaguzi. Lazima uweko kwenye jiko na wewe u mpishi, usingoje kuja kuletewa mezani. Kashughulike kule, ili uone jamii yote na kutazama wewe, uone kwamba umewasemea. Tunamalizia kwa kusema kwamba wanawake wanaweza. Ni maneno ya mheshimiwa Angelina Mabula, mbunge wa jimbo la Ilemela. Bila shaka umeweza kufuatilia kipindi chetu cha The Iron Lady. Mimi naitwa Kulthum Ally, nasema nasema kwaherini, bye.